Leo asubuhi kabla hujanyanyuka kabisa kutoka kitandani, nataka nikuulize kitu kimoja muhimu sana. Je, unaanza siku yako kwa nguvu, au naiacha siku ikuanze? Kuna tofauti kubwa hapo, broses. Watu wengi wanaamka, wanachukua simu, wanapitia WhatsApp, Instagram, TikTok, wanajaza kichwa chao na kelele za dunia, kabla hata hawajajua wao ni nani leo halafu wanashangaa kwa nini siku yao inaenda hovyo. Kwa nini hawana nguvu? Kwa nini wanahisi kama kila kitu kinawasukuma. Ukweli ni huu: asubuhi yako inaamua siku yako, na siku zako zinaamua maisha yako. Asubuhi ndiyo mwanzo wa kila kitu, na watu wengi hawatambui uzito wake. Unapoamkaa asubuhi, akili yako bado iko fresh, haijachoka na drama za siku, haijajaa kelele za watu wengine. Ndiyo maana chochote unachoweka hapo kina impact kubwa sana. Ukianza asubuhi ikiwa na stress, kukimbizana, kulalamika, unajipangia siku ya kuchoka bila hata kujua. Lakini ukianza taratibu, kwa makusudi, kwa uamuzi wa ndani, hata siku ikiwa ngumu vipi, bado utahisi una kontrol fulani. Watu wengi wanadhani nguvu huja baadaye mchana au jioni, lakini ukweli ni kuwa nguvu hutengenezwa asubuhi. Ni kama kuchaji simu. Ukianza siku na bateri iko chini, kila kitu unachofanya kinakuwa hevi, lakini ukiichaji mapema, hata matumizi yakiongezeka, bado unaendelea. Asubuhi yako ndiyo chaja ya akili na roho yako, na kama huichaji vizuri, usitaradia miujiza baadaye. Fikiria hivi, kuna siku unaamka vibaya, labda ulilala late, labda kuna jambo lilikuwa linakusumbua. Kuanzia hapo, kila kitu kinakuendea vibaya, watu wanakukwaza, kazi inaonekana ngumu, hata vitu vidogo vinakukasirisha. Sio kwa sababu siku ni mbaya, ni kwa sababu ulianza vibaya lakini kuna siku unaamka na utulivu fulani. Hata kama matatizo bado yapo, una handle mambo tofauti. Hapo ndipo unaelewa kuwa sio mazingira yanakuamua, ni mwanzo wako asubuhi pia ni wakati ambayo unajipa direction. Kama hujiambii chochote, dunia itakuambia nini ufanye, simu itakuambia notifications, itakuambia watu watakuambia. Lakini ukijiambia mwenyewe mapema, leo nataka nini? Leo nataka kuwa nani? Basi unaanza siku ukiwa mbele. Hata kama hutatimiza kila kitu, anganga haukuanza ukiwa nyuma. Watu wengi wanapoteza nguvu zao asubuhi kwa kufanya comparison, wanapitia mitandao wanaona maisha ya watu wengine, wanajiona hawajafika, wanajiona wako nyuma, hapo hapo midi na shuka. Lakini ukweli ni kuwa asubuhi si wakati wa kujilinganisha, ni wakati wa kujipanga, ni wakati wa kuuliza, leo nitafanya nini kwa ajili yangu, sio kwa ajili ya kuonekana vizuri kwa wengine. Asubuhi ni nafasi ya kujisamehe. Jana ulikosea, jana ulichoka, jana labda hukufanya ulichopanga lakini leo umeamka. Hiyo peke yake ni ishara kuwa bado una nafasi. Ukianza asubuhi ukiwa unajibebesha lawama, unajifunga mwenyewe kabla hata siku haijaanza. Lakini ukianza ukiwa na kauli ndani inayosema leo ni mwanzo mpya, unajipa nafasi ya kufanya vizuri zaidi na hata kama unaamka na uchovu na maumivu na stress bado asubuhi inakupa chaguo. Unaweza kuchagua kusema leo nitakuwa victim wa hali zangu, au unaweza kusema leo nitajaribu kadri niwezavyo. Hakuna mtu anakuomba uwe perfect, kinachotakiwa ni uwe present. Uamke ukiwa unajua kuwa siku hii haitarudia tena, na jinsi unavyoanza ndio inavyoamua mengi. Ndio maana watu wanaofanikiwa sana huwa na rutin za asubuhi, Sio kwa sababu wanapenda sana kuamka mapema bali kwa sababu wanajua thamani ya mwanzo. Wanajua dakika za kwanza zina nguvu kuliko masaa ya baadaye. Na hata kama rutini yako ni ndogo sana, mradi ni ya makusudi, tayari umeweka msingi nzuri. Asubuhi ni kama kusaini mkataba na siku yako. Unapokaa kimya, siku inakusaini yenyewe. Lakini unapochukua hatua hata ndogo, unasema leo mimi nipo, leo mimi nitaamua mwelekeo wangu, leo mimi sitaruhusu siku inivute tu, leo nitaiendesha kadri ya uwezo wangu, leo nitaanza na nguvu. Hata kama buvu hiyo ni ndogo, lakini ni ya kweli, ni yangu na ninaichagua. Kila asubuhi kuna vita ambayo watu wengi hawazungumzii, lakini kila mtu anaipitia. Ni vita ya ndani kati ya sauti mbili zinazopigana ndani ya kichwa chako. Kuna sauti inayokuambia lala tena kidogo, acha leo ipite, hakuna kitu kitabadilika hata ukijitahidi. Na kuna sauti nyingine ndogo, mtulivu, lakini ya kweli sana, inayokuambia amka, jaribu, usikate tamaa. Leo kila siku unaamka, lazima uchague ni sauti ipi utasikiliza, na chaguo hilo linaathiri siku nzima. Sauti ya kwanza huwa rahisi sana kuisikiliza, kwa sababu inakuambia kile kunachotaka kusikia ukiwa umechoka. Inakuambia ukae pale ulipo, usikisumbue, ujisitiri ndani ya comfort. Lakini ukweli ni kwamba hiyo comfort huwa ni mtego. Kila mara unapoamua kujisalimisha asubuhi, unajenga tabia ya kukata tamaa polepole pole. hakuna mtu anayeshindwa mara moja. Watu wengi hushindwa kwa maamuzi madogo madogo ya kujisalimisha yanayorudiwa kila siku. Sauti ya pili haipigi kelele, haikushawishi, haikuahidi raha ya haraka inakuambia tu ukweli kuwa hata kama unaumia bado unaweza kusimama. inakuapati na michela ya hata kama hujisikio bado kutanguando uleteka kihonu. Sauti hii haikuhakikishia matokeo ya leo, lakini inakuahidi kuwa ukisikiliza kila siku utajijenga mtu tofauti kabisa bila hata kugundua lini mabadiliko yalianza. Kujisalimisha asubuhi mara nyingi huja kwa sura ya visingizio. Unasema leo nimechoka sana, leo nitafanya kesho, leo hali siyo nzuri. Na siku moja inakuwa wiki, wiki inakuwa mwezi, na ghafla unajiangalia nyuma, unaona umebaki pale pale, sio kwa sababu hukutaka kufanyikiwa, bali kwa sababu uliendelea kuahirisha vita ya asubuhi. Kupambana hapumaanishi kufanya mambo makubwa. Kupambana maana yake ni kutokukubali kushindwa mapema. Kuna watu wanafikiri kuwa kupambana ni kwa watu wenye nguvu sana au walio na bahati, lakini kupambana ni kwa mtu yeyote anayechagua kusimama tena. Hata kama jana ulianguka, hata kama jana ulikata tamaa, asubuhi inakupa nafasi ya kuchagua tena. Hilo ndio jambo zuri sana kuhusu maisha. Hayakuadhibu milele kwa kosa moja lakini yanakuonyesha matokeo ya chaguo zako za kila siku. Na usidhani kuwa kupambana kunamaanisha kutokuwa na hofu. Watu wanaopambana bado wana hofu, bado wana mashaka, bado wana siku wanazojisikia dhaifu. Tofauti ni kwamba hawaruhusu hofu iamue kwao. Wanaamkana kusema, najua ninaogopa, lakini sitaacha hofu inishike shingo leo hata hatua nogo mbele ni ishara ya kupambana. Kila asubuhi unapoamua kusikiliza sauti ya pili, hata kama unajenga heshima ya ndani, unajenga heshima ya ndani, unaanza kujiamini kwa sababu unaona mwenyewe kuwa unaweza kujituma hata bila mud. Hapo ndipo nguvu ya kweli inazaliwa, sio nguvu ya misuli, bali nguvu ya tabia, tabia ya kuamka na kuchagua kupambana badala ya kujisalimisha. Na ukweli ni huu Hakuna mtu anayeja kukulazimisha uchague kupambana. Dunia haitakuambia amka, pambana. Simu yako haitakuambia. Marafiki wako labda hawataelewa. Hii ni decision ya faragha kabisa, kati yako na wewe mwenyewe. Kila asubuhi unaamua wewe ni mtu wa aina gani, yule anayedisitiri nyuma ya visingizio au yule anayesimama hata kama miguu inatetemeka na kila siku unapochagua kupambana, hata bila kuona matokeo ya haraka, kuna kitu kinabadilika ndani yako. Unaanza kuamka tofauti, unatembea tofauti, unaongea tofauti, kwa sababu moyoni unajua haukujisalimisha leo. Na hiyo pekee inatosha kufanya siku iwe na maana, hata kama haikuwa rahisi, hata kama haikuwa kamili, hata kama ilikuumiza, bado uliichagua, bado ulisimama, bado ulijitahidi. Na huo ndio ushindi wa kweli ambao huanza kila asubuhi. Watu wengi wanafikiria mabadiliko kama jambo kubwa sana, kitu cha ghafla, kama siku moja utaamka na maisha yako yote yatakuwa yamebadilika. Lakini ukweli ni tofauti kabisa. Mabadiliko ya kweli hutokea kupitia hatua ndogo ndogo zinazofanya kila siku bila makelele. Ni huu ndio maana consistency na govu kuliko motivation ya muda mfupi. Motisha inaweza kuja na kuondoka, lakini hatua ndogo unazorudia kila asubuhi ndizo zinazojenga maisha ya kitaratibu. Kila mtu anataka matokeo makubwa, lakini wachache wako tayari kuheshimu process ndogo. Unapoamka asubuhi na kusema leo nitafanya kitu kimoja tu kizuri kwa ajili yangu, unajipunguzia pressure kubwa sana. Huna haja ya kubadilisha kila kitu leo, huna haja ya kuwa perfect. Unachohitaji ni kuwa present na kufanya step moja, na step hiyo ikirudiwa kila siku inageuka kuwa tabia kuna siku utajisikia motivated sana na kuna siku hutajisikia kabisa. Ndio maana huwezi kutegemea hisia zako. Hisia hubadilika kama hali ya hewa, leo jua, kesho mvua. Lakini consistency haitegemea mood, inategemea uamuzi, uamuzi wa kusema hata kama sijisikii, bado nitafanya kidogo. Hapo ndipo nidhamu inaanza kujengwa. Fikiria misuli inavyokuwa, hawendi gym siku moja ukitarajia kuwa na six pack, unarudia unarudia hata siku ambazo unahisi umechoka, hata siku ambazo hakuna mtu anayekuona. Baada ya muda misuli inajijenga bila wewe hata kugundua kila siku imechangia kiasi gani. Vivyo hivyo na maisha, hatua ndogo za kila asubuhi ni kama reps za akili na roho. Watu wengi huacha kwa sababu hawoni matokeo ya haraka. Wanasema nimejaribu, haijafanya kazi. Lakini ukweli ni kwamba walijaribu kwa muda mfupi sana haifanyi kazi kwa siku tatu au wiki moja. Inafanya kazi kwa sababu unaendelea hata wakati unaona kama hakuna kinachoendelea. Ndiyo maana wengi hushindwa karibu kabisa na mafanikio yao kwa sababu wanaacha kabla mabadiliko hayajaonekana juu ya uso. Asubuhi ni wakati mzuri wa kujenga consistency, kwa sababu akili yako haijachoka bado. Ukifanya kitu kizuri mapema, hata siku ikiharibika baadaye, bado una ushindi wako tayari. Hata kama kilikuwa kitendo kidogo, bado kina value. Kunywa maji, tembea dakika kumi, soma mistari michache, andika malengo yako. Vyote hivi ni vidogo, lakini vina nguvu kubwa ukivifanya kila siku. Na muhimu sana kuelewa kwa motivation inafuata action, siyo kinyume chake. Watu wengi wanasubiri wajisikie tayari, wajisikie motivated, wajisikie tofauti, lakini mara nyingi hisia nzuri huja baada ya kufanya kitu, sio kabla. Ukikan kusubiri, utaendelea kusubiri ikisimama na kufanya hata kwa pusita sita ghafla, unahisi nguvu fulani inaanza kuja. Consistency pia imekufundisha kujiheshimu. Kila mara unapofanya ulichoahidi mwenyewe, hata kama ni kidogo, unaongeza imami imani yako binafsi. Unaanza kujiamini kwa sababu unaona kuwa maneno yako yana maana, na kadri unavyojiamini zaidi ndivyo unavyoongeza kiwango cha kile unachoweza kufanya. Na usijidharau kwa sababu hatua zako ni nongo. Kitu kidogo kinachofanya kila siku kina nguvu kuliko kitu kikubwa kinachofanywa mara moja. Maisha hayajengwi kwa siku moja, yanajengwa kwa asubuhi nyingi zinazofanana. Asubuhi ambazo unaamka unafanya kidogo, unaendelea mbele, hata kama kasi ni nongo, hata kama hakuna anayepiga makofi, kwa sababu ndani yako unajua unaendelea, unaendelea kujijenga, unaendelea kuwa yule mtu ambaye siku moja utaangalia nyuma na kusema, nilianza kwa hatua ndogo sana, lakini sikuwahi kuacha. Kuna watu wengi wanaamka asubuhi wakiwa umebeba jana mgongoni kama mzigo mzito sana, makosa waliyeifanya, maneno waliyosema, nafasi walizokosa, yote yanarudia kichwani kama muvi isiyoisha. Wanaanza siku wakiwa tayari wamechoka hata kabla hawajanza chochote. Tinye ukweli ni huu: jana haina uwezo wa kubadilika leo. Kila asubuhi unayo nafasi ya kuamua, ama utakuwa mfungwa wa jana, au utaamua kuanza upya. Kutiacha jana ibaki jana sio kusema haikuumiza. Ilikuwa chungu, iliumiza, ilikufundisha mambo mengi, lakini kama utaendelea kuishi pale pale, unajinyima nafasi ya leo. Asubuhi ni kama mlango mpya unaofunguliwa, lakini watu wengi wanachamua kusimama mlangoni wakitazama nyuma badala ya kuingia ndani. Hakuna mtu anayekatazwa kukumbuka, lakini kuna tofauti kubwa kati ya kukumbuka na kuishi huko. Watu wengi wanajilaumu sana, wanajiambia, kama ningefanya hivi, kama nisingesema vile, kama ningejua mapema, lakini maisha hayafanywi kwa rewind. Unachoweza kufanya ni kutumia jana kama somo, sio kama adhabu. Ukianza asubuhi kwa kujilaumu unajiwekea mipaka kabla hata siku haijaanza, lakini ukianza watu kwa kusema nilijifunza, sasa ninasonga mbele, unajipa uhuru wa kuendelea. Kuna pia ile hali ya kujilinganisha. Unafungua simu asubuhi, unaona wengine wako mbele, wamefanikiwa, wana maisha yanayoonekana safi sana. Ghafla unahisi umechelewa, umeharibiwa, umebakia nyuma, lakini watu hawakuambii stori mzima. Unaona matokeo yao, huoni mapambano yao ya asubuhi. Kila mtu ana jerni yake, na kila asubuhi unayo nafasi ya kusonga hatua moja kwenye jerni yako bila kujilinganisha na mtu yeyote. Na kama unahisi kama umechelewa sana maishani, nisikilize vizuri: hakuna mtu aliyepitwa na maisha kama bado anaamka. Kuamka ni ishara kuwa isha rakua, bado kuna nafasi. Wengine walibadilisha maisha yao wakiwa na miaka ishirini wengine 30, wengine 40, hata sitini. Life haina deadline ya mafanikio. Deadline pekee ni siku unapoacha kujaribu. Kila asubuhi unapoamka, una reset button mikononi mwako. Kujenga version mpya ya wewe leo haimaanishi kubadilika kabisa ghafla. Inamaanisha kufanya chaguo bora kidogo kuliko jana. Kama jana ulijisalimisha mapema, leo jaribu kusimama kidogo zaidi. Kama jana ulijilaumu sana, Leo jaribu kujisamehe. Kama jana hukujaribu kabisa, leo jaribu hata kwa dakika chache. Version mpya haijengwi kwa miujiza, inajengwa kwa maamuzi madogo ya kila asubuhi. Na kuna nguvu kubwa sana kwenye kuanza upya kila siku. Hata kama jana uliharibu, leo unaweza kusafisha. Hata kama jana ulilia, leo unaweza kujifariji na kusimama tena. Hata kama jana ulikata tamaa leo unaweza kujaribu tena bila kujichukia. Kujisamehe ni sehemu ya nidhamu, siyo udhaifu. Ni kusema na chua sikufanya vizuri, lakini sitajiwa kwa hilo. Asubuhi pia inakupa nafasi ya kujiuliza, mimi nataka kuwa nani leo? Siyo jana, siyo kesho, leo. Leo nataka kuwa mtu anayejitahidi au anayejificha? Leo nataka kuwa mtu anayejipa nafasi au anayejihukumu? Hilo swali peke yake linaweza kubadilisha mwelekeo wa siku yako yote. Na kadri unavyoendelea kuacha jana pale pale, unaanza kuhisi uzito unapungua, unaanza kutembea kwa uhuru zaidi, unaanza kuamka bila hofu nyingi. Sio kwa sababu maisha imekuwa rahisi, bali kwa sababu umeacha kubeba mizigo isiyohitajika. Leo inatosha yenyewe na wewe eleo hametosha kuanza tena, kujenda upya, kusonga mbele kwa hatua ndogo lakini za kweli, ukiwa unajua kuwa kila asubuhi ni nafasi mpya ya kuwa version bora kidogo kuliko jana, bila haraka, bila presha, bila kujilaumu, kwa uamuzi wa ndani wa kusema leo naanza tena. Kuna ukweli ambao watu wengi hawapendi kuusikia, lakini ndio ukweli unaokupa nguvu ya kweli. Hakuna mtu anayeja kukuokoa, hakuna mtu anayefika asubuhi akigonga mlango wako akisema leo maisha yako yatabadilika. Na hilo linaweza kuonekana la kuumiza, lakini ndani yake kuna uhuru mkubwa sana. Maana kama hakuna mtu anayeja kukuokoa basi bado una nafasi ya kujiokoa mwenyewe, hatua kwa hatua, siku baada ya siku. Watu wengi hutumia muda mwingi wakisubiri. Wanasubiri mutu awaamini, wanasubiri fursa, wanasubiri hali ibadilike, wanasubiri siku moja watajisikia tayari. Lakini maisha hayangoji, siku zinaendelea kusonga, muda hauchukui break. Ndio maana kila asubuhi unapoamka, unapaswa kujiuliza, mimi nitafanya nini kwa ajili yangu leo? Sio nani atanifanyia nini. Kujiamini haimaanishi kuwa una majibu yote, haimaanishi kuwa huna hofu kujiamini ni kuamua kusinga mbele hata ukiwa na mashaka ni kusema sijui nitafikaje lakini najua nitaanza kila asubuhi unapoamkana kuchukua hatua hata ndogo unajithibitishia mwenyewe kuwa unaweza na hiyo imani ya ndani inajengwa kwa vitendo siyo kwa maneno matupu kuwajibika pia ni kukubali kuwa maisha yako yapo mikononi mwako kwa kiasi kikubwa ndiyo kuna mambo huwezi kuyadhibiti lakini reakshoni yako unaweza unaweza kuchagua kulalamika au unaweza kuchagua kupambana. Unaweza kuchagua kujionea huruma au unaweza kuchagua kujisukuma. Asubuhi ndio wakati mzuri wa kufanya chaguo hilo kwa makusudi, kabla dunia haija kuvuta upande wake. Na usidhani kuwa watu wanaoitiamini huwa wanajisikia vizuri kila siku. Hapana, wengi wao bado wanaamka wakiwa wamechoka, bado wana siku wanazojisikia hautashi Tofauti ni kwamba hawaruhusu hisia hizo ziwaamwe. Wanasema, najua na hisi hivi, lakini leo bado nitajitokeza. Huo ndio ujasiri wa kweli, sio kutokuwa na hofu, bali kutokuruhusu hofu ikushike mateka. Kila asubuhi unapoamua kuamka na nguvu, hata kama nguvu hiyo ni ndogo, unajenga tabia ya kutokokimbia maisha yako unajifunza kusimama mbele ya siku yako badala ya kujificha. na kadi unavyoendelea kufanya hivyo, unaanza kujiona tofauti, unaongea tofauti, unatembea tofauti, kwa sababu moyoni unajua kuwa hujitelekeza. Ni muhimu sana pia kujifunza kujisemea maneno sahihi asubuhi. Dunia tayari ina maneno mengi ya kukatisha tamaa usiongeze mwenyewe jiambie leo nitajitahidi leo nitajisimamia leo sitakubali kujiona mdogo hata kama hakuna mtu mwingine anayesikia wewe unasikia na akili yako inachukua maneno hayo kama maagizo nakumbuka kuamka na nguvu haimaanishi siku itakuwa rahisi ina maana tu kuwa umeamua kutokata tamaa mapema kuna siku utachoka katikati ya siku, kuna siku utahisi umelemewa, lakini tofauti ni kwamba ulianza ukiwa na msimamo, na msimamo huo unakubeba hata wakati nguvu zinapungua. Maisha hayabadiliki kwa siku moja, lakini yanabadilika kwa maamuzi yanayorudiwa kila asubuhi. Maamuzi ya kujiamini hata kidogo zaidi, maamuzi ya kuwajibika hata unapokosea, maamuzi ya kusimama tena hata ukianguka na kila asubuhi unapochagua kufanya hivyo, unajiweka karibu zaidi na yule mtu unayetaka kuwa, bila kelele, bila drama, kwa uthabiti wa ndani unaokuwa taratibu, ukiwa unajua kuwa hakuna mtu anayekulazimisha hakuna anayekuvuta, bali ni wewe mwenyewe kunayetamua kuamka na nguvu, kuendelea mbele na kuchagua kutokujisalimisha leo na kesho na kila siku unayopewa nafasi ya kuamka tena.